the soul of someone can be captured into cultives so when you call that soul and that soul be released from that cultivity so that is a deliverance so something that you don't know means if you don't know something you will walk on that area unknown and the spirit of darkness can take an advantage because you don't know that area of your life then from there you will be in captivity Ukombozi uko aina nyingi pia. Ukombozi wa akili ya mtu imeshikiliwa mahali, ukombozi wa nafsi ya mtu imeshikiliwa mahali, ukombozi kwa eneo la elimu understanding. Sasa hapo ndio nitaonekana siji understanding, swala la ufahamu. Kama una ufahamu wa kitu chochote kile, you will walk in darkness, yani utatembea kwenye giza kwenye ile eneo. Kama ni ndoa, una ufahamu juu ya ndoa, utaishi gizani ndani ya ndoa. Lakini katika kuishi gizani, tayari umetekwa, ni mateka wa giza, ni mateka wa roho za giza katika mfumo wa kukosa elimu, maana yake katika mfumo wa kukosa ni ni ufahamu, maana yake utawalea gizani, kti unapowalea gizani, tayari unawaingiza kwenye kifungo. Ndio maana wengi tulipokuja kwenye kwenye ufalme wa Mungu tulijigundua kuna mateso mengi na matatizo mengi kwenye maisha yetu. Mateso mengi na matatizo kwenye maisha yetu hayakutokana na sisi wenyewe, haya kutokana na, maisha yetu, na sisi wenyewe kwamba tumesababisha. Nina uhakika asilimia sabini ya uharibifu wa maisha yetu ni parento Care, ni malezi tuliyopitia kwa wazazi wetu, kukosa maarifa sahihi ya kutulea ikatuingiza kwenye vifungo. Kwa hiyo wazazi wetu walitulea katika kukosa ufahamu, wakatulea katika njia ya, kuto, ya kukosa ufahamu wakatuingiza kwenye nini, kwa njia za giza tukafungwa kwenye giza. Ndio maana unajikuta mtoto aliyelelewa na mzazi, ukijikuta hujiamini maisha yako, hata ukisimama sehemu za watu wengine hujiamini. Utajikuta kwamba familia uliotoka kufuatilia background nzuri, utajikuta kwamba ulikuwa nalelewa kwa Kutishiwa sana, kaingiza roho ya nini ya hofu. Kifungo tayari, utaishi kwenye hofu hiyo. Hautaweza kufanya ulivyopewa na Mungu, utaweza kufika. Kuna vitu unaweza ukajua, lakini hujaamini kwa sababu ya ile hofu, hautaweza kutenda sawasawa na jinsi unavyotakiwa kutenda. Ile nguvu ya Mungu ndani yako hautaweza hata kuitumia vizuri kwa sababu ya hofu, na hofu huzaa mashaka pia. Maisha baada ya ukombozi, sawa eh. Sasa tunakombolewa katika vitu gani? Ndio vinavyoongea hapa, ili uelewe kwamba when you come to the church, unapokuja kanisani There There are are so so many many deliverance you so you you you can, can, can can receive. healing receive. Hata vingine sio lazima uone wala manifestation yaifanyiki Yaani utaona udhihirisho spirit na manifest. But there is healing. You hear the true word of God. Ulisikia neno la ukweli ukapata ufahamu kuna kitu hicho ulikuwa kijui That That area, area my dear friend, you have been delivered. That area you have have been been delivered. healed. Remember the word of God. Any words

na kifahamu, kutokana na mienendo ya maisha jinsi ilivyo, wewe hujawahi kujua. Amekuonya akasema, usifanye hivi, ila fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi, kwa sababu yeye anajua kwamba kwa ukifanya hivi, matokeo yake ni uharibifu fulani unakuja kutokea. Alafu wewe ukachukua ulo ufahamu kama positive, ukawa apply, ukasema, ni kweli nijikinge na hiki kitu. Umekwepa kifungo kinachokuja baadaye. Alichokuelekeza ni kilikuwa ni kitu kizuri, sawa cha kukuta kwenye uharibifu ambao unaweza kaingia kwenye maisha. Ulichokwepa ni nini? You skip bondage, kifungo cha adui, cha Shetani, kwa sababu Shetani anaangaliaga makosa tunayesababisha kwenye maisha yetu, anapata mwanga wa kuingia kwenye maisha yetu. Devil has no legal ground kama hajakuta kuna makosa kwenye maisha yetu, kama hakujamfungulia njia. Wana wa Mungu, mnanielewa ninachozungumza? Lakini tu, why am I speaking this? Kwa sababu sometimes always when we, when we we came to the church, tunakuja kupokea neno la Mungu tunajua kupokea kitu kipya, lakini tunachokipokea baada ya pale, how do you live after that, after receiving it because you receive healing, you receive deliverance so lazima ite ibada ya uponyaji au ya deliverance, ya ukombozi. No, neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia zangu. Nani anajua kwamba mtu ndani huwa anatembea na ana miguu? Ni kitu gani kinachokuonyesha mtu amekuwa kiroho? it is knowledge sasa mnanielewa, so, um, kuna ufahamu ameupata if there is that knowledge, inamfanya yule mtu sana naweza akajua hapo, ili ni react hivi, kinachoenda kutokea ni hiki, kwa hiyo ana apply anaishi kutokana na knowledge. But remember, knowledge are package anayopokea. Knowledge ni kama package package, zimepakiwa. There is levels of knowledge. And this package are packed in the realms, elimu ya Mungu au katika ufahamu imepangwa yani, kama ngazi mbalimbali kwa ngazi mbalimbali, ukienda kwenye kitu kingine kikubwa zaidi, afu kuchini una basics, zile skills, Kama una ni kama unajenga nyumba lakini unajiwekea nguzo huko, kuanguka ni rahisi sana. Kwa hiyo elimu sasa au fahamu unaokuja Mungu anaoleta, unakuwa unapangwa kwa ngazi ngazi, level hizi level, level. Level sasa, kwa sababu sio so, so katika ulimwengu huu sasa ni kwenye realms, ulimwengu wa roho Ukiweza kuingia level ya kwanza kwenye ulimwengu wa roho, you have moved, umekuwa kiroho kwa kiwango fulani. Ukiingia ya pili ume move, umekuwa kiroho kwa sababu umeingia level nyingine. Ukiingia ya tatu, that's how you measure kwamba huyu amekuwa kiroho. Kuna madarasa, ndio maana madarasa ya Mungu yapo. Kuna madarasa ameattend, amelifaulu akakwalifa ile eneo akapokea darasa lingine akafaulu akapokea eneo lingine akaingia rehemu nyingine. Ndio maana ukienda kwenye ulimwengu wa roho, hata ukikutanishwa wote hapa, kila mmoja atakuwa na sehemu yake amekaa. Hata kama tutaonana, lakini utaona kuna demarcation zimewekwa, utaona kuna kuna fence zimewekwa, labda mmoja yuko kule mbele, mwingine yuko hapa nyuma, mwingine yuko sehemu fulani, kila mmoja anakuwa na sehemu yake ya kukaa. Maana yake nini? Ni kwa sababu ya level of the, level of understanding ndio imefanya pale tukawa tofauti tofauti, ndio hatua za roho zinapigwa. Ndio maana anasema neno lako ni nini? Ni taa ya miguu miguu yangu na mwanga wa njia zangu. Miguu tulionaye katika ulimwengu wa roho ndiyo inayetusaidia kumuvu kutenda utendaji. Tunapotenda tunakuwa sasa, tuna ufahamu namna ya kutenda, ili tusitende kwa makosa. Sasa kile tunachokitoa kwenye maisha yetu, kile tunachopambana kwenye maisha yetu kitoke, akipo katika mwili tunaopambana nao sio katika mwili huu. Hata kama mwili wako una shida, lakini shida isianzie rohoni. Hata kama shida iko kwenye mwili, ugonjwa uko kwenye mwili, au kuna shida yoyote imetokea kwenye mwili, lakini shida ilianza kwenye ulimwengu wa ulimwengu wa nini? Ulimwengu wa roho. Na kwenye ulimwengu wa roho wewe hauna mwili, kule kwenye ulimwengu wa roho unaonekana kama spirit man, so whatever happened for you to be the way you, you are ataki, ilitokea kule, sio kwenye ulimwengu wa roho. Kilichokuwa ataki kwenye ulimwengu wa roho ni roho mwataki, roho mwingine huyu, roho alikuwa labda kwa namna nyingine alikuwa mwepesi au hakuwa na nguvu, ikaja roho nyingine yenye nguvu ikaweza kumpiga ikaweza kumwathiri, kwa sababu chenye nguvu ndicho kinachoweza kuathiri kingine. Na kwa nini vinakuwa na nguvu? Vinakuwa na nguvu kwa sababu kwenye ulimwengu ule wana maarifa na nguvu, namna ya kutembea ya kutenda kwenye ulimwengu sio, wanaelewa namna ya kutenda. Yule mtu wa rohoni katika ulimwengu wa roho, yule mtu wa rohoni una utendaji wa kiroho upo, so whatever affect our life in physical a spirit kukosa ufahamu ni roho ile iko pale the darkness. So, those are spirits when we hear the word of God now unaposikia neno la Mungu kuna roho inaondoka ya ujinga. Sasa ukija kupata ufahamu kufanya hivi ni makosa. Manake, later on after that aendi kuishi kama ulivyokuwa unaishi mwanzoni, unabadilisha njia zako, sio? unabadilisha the style of life. Style, style, the style of living, unabadilisha mfumo wa kutembea. Ulikuwa unasikia kusengenya ni vibaya, lakini ulikuwa ujui, siku zote unakaaga, unasengenya, unafanya nini, ujui. Baadaye ukasikia ni vibaya, sio? Ukapata ufahamu, kesho ukikuta anasengenya mahali, utasengenya? Sio, yes. Kuna roho imeondoka. Roho ile ikiondoka, ilikuwa imeshikilia nafasi sehemu ile. Roho inayoondoka ilikuwa imeshikilia kitu, yani ilikuwa ime, ina nafasi ime, in, ni kama kiti. Akina mtu uko hapa kwenye kiti, ukanyonyoka kwenye kiti, kiti kit, kit, kimebaki wapi Kimbaki wazi sio? Yes. Kwenye ulimwengu wa roho ndivyo roho ikitoka, maana yake kuna nafasi iliona kwako, ndio maana tunasema umefungua mlango, nime create space for a, a bad spirit for a darkness spirit, nime create space kwa devo kuingia. Sasa the moment ile roho ikatoka, ile roho ikitoka, maana yake ilikuwa ime occupy space and that space occupied by that spirit of darkness, imemlimit Mungu, imemlimit nani? Mungu imemzuia Mungu kwenye maisha yako, kwa sababu Mungu, knowledge ya Mungu unayepata itaingia pale, ndio itatenda, ndio yes. Kazi ya Mungu itatenda, sio yes? Imemlimit Mungu inavyoingia, jinsi zinavyokuwa nyingi zile roho zinayokipai space. God has a space in us, Biblia inasema hivi ndani yake tunaishi tunaenena na kuwa na uhai wetu. Sasa kama tunaishi ndani yake, tunaenena na kuwa na uhai wetu, na yeye amekaa ndani yetu, ameokupai space, sio sasa? Zile roho nazo zina okupai, zina okupai space vile vile zinashika nafasi vile vile, zinaposhika nafasi zina, na zina kulimiti wewe kutembea na Mungu au kutenda na Mungu kwa sababu kiwango chako cha accumulation au cha space ndogo ya Mungu, ndivyo Mungu anavyokuwa mdogo kwako, ndivyo utendaji wa Mungu unaokuwa mdogo kwako. Ndio maana baada ya kuokoka hatuishii pale, tunatakiwa sasa tuendelee kupata maarifa maarifa, tupunguze yale yanayo tulimiti sisi, kuwa na kiwango kikubwa cha Mungu. Zile spiriti zile, yes, tunazipunguza tunazimega, tunazimega, tunazimega. That's the meaning of deliverance, na hili ndio maana yake hiyo. Amen, vinavyokuachia nafasi, space zinazoachili space, maana yake haikutokea bahati mbaya space yaachiliwe, ila kuna nguvu nyingine, kuna knowledge nyingine ilikuja ikaondoa ile ile ile ya mwanzo, kukaondoka kutokujulikana, kutokujua ikaondoka. specific creative creative, inabidi sasa uweke uweke, na ingia spirit nyingine. Inapoingia spirit nyingine pale, utendaji wa mtu unaanza kubadilika. Kumbe maarifa yameingia, roho ya maarifa, roho ya ufahamu. alifundisha upendo mwanzoni, akuwa na upendo, alikuwa na chuki, ameingia roho anayeitwa upendo. Chuki ameondolewa nafasi yake, nafasi yake ikakaliwa na nani? Na upendo. We replace spirit by another spirit. We raise bad spirit. We replace spirit by another good spirit. Tuliondoa roho mbaya tukaweka roho nyingine. Ndio maana hata baada ya ukombozi, ndio maana yangu, ninavyozungumza baada ya ukombozi, baada ya deliverance, lazima uelewe kwamba leo nimeachiliwa kwenye kitu gani, leo nimefunguliwa kwenye kitu gani, nilipoenda kanisani, nilivyosikia lile somo la leo, kile nilichofungulia ni kitu gani? Kama nimefunguliwa kwenye eneo la upendo sikuwa na upendo, nikienda nyumbani kwangu siishii hapa, naenda nyumbani, naomba roho Mungu nijaze upendo kwenye moyo wangu, nijaze upendo kwenye moyo wangu. Maana yake na create space nyingine, ile space ambayo, ile roho ya chuki imeondoka, natengeneza mazingira ya roho nyingine ya upendo ikae, ili chuki akirudi amkute nafasi yake, kuna mtu mwingine amekaa akitafuta namna ya kuingia, anaona kuna there is spaces occupied, the spaces occupied, the spaces occupied, no no any legal ground now to enter because the space is full, it's not empty space. Imekamatwa, imejazwa na atakaa wapi sasa? hana pa kukaa. Ukinielewa hapo, hata nikisoma andiko utaelewa vizuri ile andiko, kwa sababu liko hivyo, hilo andiko linaelezea kitu cha namna hiyo. Ni akili yako kugundua kwamba leo nimesikia kitu ambacho nilikuwa sikijui. Hiki kitu kinaleta nini? niche kufundisha nisho kufundisha kanisa ni leo kinaleta nini na kitu gani? Sasa nikiwa mwenyewe natengeneza mazingira sasa, ile spirit inijae, nijaze roho nyingine. that's why the Bible says msilewe kwa mvinyo bali mjazo roho. Wewe unaweza kufundisha mjazo roho, but the holy spirit is a package. Roho Mtakatifu sio unavyomwona Roho Mtakatifu, usije kama unaona Roho Mtakatifu anaposema mjazo roho is a package ya, ya roho za Mungu, ni package ya roho za Mungu nzuri yani, ni package ya, ya ufalme wa Mungu, the spirit the mighty spirit ile kubwa ambayo pakeji zote hata spiriti zinatoka pale. Hizo karama mnasema karama ya Roho Mtakatifu, manake ni spiriti ile inatoka pale. Ukipokea upendo, umempokea Roho Mtakatifu. Kuna hofu, umepokea, umepokea amani, umepokea roho, sehemu ya Roho Mtakatifu. Kuna husuda na fitina, ikiondolewa, utapokea roho ya rehema na huruma. Baada ya kufunguliwa kanisa, baada ya maombi, how do you live? Inaishiaga pale tu, au kuna kitu kingine cha ziada unakifanya ili kukrieti ma, mazingira ya kwamba Hauta ruhusu tena mwanya wa shetani kuingia. Tusome katika kitabu cha Mathayo sura ya kumi na mbili mstari wa kuanzia 43. Tutasoma 43, 44, 45, tumalizia hapa. nitakupa mstari mwingine tena nitasoma. Yes. Injili ya Mathayo sura ya 12 mstari wa 43 tunasema pepo, mm -hmm. mchafu amtokapo mtu hupita mahali pasipo na maji, pasipo maji, akitafuta mahali pa kupumzika, asipate alafu sema, nitarudi nyumbani kwangu nilikotoka. Hata akija aiona tupu, imefagiwa na kupambwa. Mara huenda akachukua pamoja naye pepo wengine saba walio waovu kuliko yeye mwenyewe, nao huingia na kukaa humo, na mtu yule hali yake ya mwisho huwa mbaya kuliko ya kwanza. Ndivyo itakavyokuwa kwa kizazi hiki kilicho kibaya. Haya maneno ni ya Yesu mwenyewe, alikuwa anaongea. Kama mnavyoelewa, Yesu alikuwa anaongea kwa mafumbo sana kwa hiyo sasa, neno la Mungu hapa linasema Yesu anazungumza, pepo mchafu amtokapo mtu, ile roho inapotoka inatembea tembea, tembea huku na huko, inatafuta nini? Mahali pasipo maji, mahali pasipo maji. Kwa nini natafuta mahali ambapo pasipo maji? Maana yake na natafuta sehemu ambako kuna space ambayo hakuja kamata, sio hakuna Yes. nguvu pale. Bwana Yesu asifiwe. Amen, si Amen? Amen. Amen, mahali pasipo maji na roho nyingi zinaishi kwenye mapori, kwenye majangwa, lakini lazima uelewe kwamba zikiishi kwenye majangwa au kwenye mapori hazitendi chochote, hazina utendaji sababu hazina mwili ili ziweze kutenda kazi okay. Zinaishi kwenye mapori, zinaishi kwenye sehemu, kwenye majangwa, kuna sehemu zinaishi hizi roho zote, sawa eh? Lakini pale zimezuiliwa kwenye utendaji mpaka atokee mwanadamu ambaye ni crazy. mjinga kama wale wanaofugaga na isamu, ni ile roho anaita Kufanya kitu fulani, ndio inaenda kamwingia mtu. Kwa hiyo zile roho zinapenda kukaa ndani ya miili ya watu ili zi, ili zijidhihirishe katika kutenda. Kwa sababu inapotenda sawa eh, kumbuka zinatumwa na master ambaye ni roho kama yeye. Inapotenda kuna riwadi wanapata, kuna vyo wanapanda. Sasa inapoenda kwenye mapori ambako hamna mtu, hamna chochote, haiongezeki cheo, haipati riwadi, haipongezwi, hakuna chochote anachokipata, kwa inafurahia kwa ili itende kazi alafu ipate riwadi kwamba imetenda kazi na ijue kama imetenda kazi ina, ina uwezo gani, lazima ikatafute mwili wa mwanadamu. Inatafuta mwili wa nani? Wa mwanadamu, itende kazi pale. The same apply to God. Mungu mwenyewe kama spirits, kama Roho, hawezi kutenda kwenye ulimwengu wetu tulionao, na hizo roho hivyo hivyo huko, mnanelewa? Na Mungu kama hakuna mwili wa mwanadamu pale, you cannot see the manifestation of god. Operation na ndio maana unapoomba wewe unamruhusu Mungu afanye kazi you are creating an environment for god to, to do something else kwa maisha ya watu. Amen. Ninapofundisha mimi namruhusu Mungu amfikie mtu fulani. Hakuna kutenda kazi kwenye spiritual kuja kwenye physical bila kuwa na mwili. Sasa hizi roho zinaendaga zinajificha mahali, lakini zinapenda mwili wa mwanadamu kwa sababu ndio zina ndio zinakuja kujidhihirika kwamba tupo hai. Kwa hiyo ikishatoka mahali inaenda inakaa sehemu ambako labda hakuna maji, kuko empty space, inakaa sehemu ya jangwani, inakaa sehemu ambako ni pakavu, hamna chochote. alafu inasubiria je, ile nyumba niliyotoka kuna nafasi tena? Biblia inasema ikikuta kumefagiliwa, alafu hakuna chochote. kufagiliwa maana yake ni nini? ilipoondoka iliacha nafasi. ile nafasi ndio anayesema empty space. sasa akijikuta kuna nafasi wazi, maana yake yule ambaye alitokwa hajajua namna ya kureplace ile nafasi, hajajua aweke hapo nini. Kwa hiyo sasa, kwa sababu anapenda anapenda mwili wa mwanadamu, na anapenda atoki, na ana hasira, kwa nini niliondoka pale? Maana yake alikosa nguvu, akaondolewa kipindi kile, anabidi akusanye jeshi lingine lenye nguvu sana, ambalo kwa sababu ameona space iko wazi, kwa sababu anashajua kabisa, mpaka yule paka nimeondolewa pale, maana yake nilikosa nguvu. Ile roho inajua ilikosa nguvu, kwa hiyo anaporudi harudi bure, anajiandaa na jeshi la kutosha ili kwamba my space yani, I'm just going to occupy my space but I'm just coming full, yani nimejaa na nguvu ya kutosha kabisa, ambako hata wakishinana namna gani kuniondoa hawezi kuniondoa tena, mpaka huyo mtu akajipange na siku nyingi sana, ajipange na nguvu nyingi na maarifa mengi mpaka aongezeke. Nimeshakusanya wa saba, anajua kuna nguvu iliyoniondoa, anajua kuna mjamaa aliniondoa, kuna kitu kiliniondoa, maana yake nilikosa nguvu mimi. Kwa hiyo inaporudi tena, nimepata nafasi nyingine, nimekuta kuko wazi akujahakujapaiwa nafasi ile. Kwa hiyo lazima nije na nguvu ya kutosha kabisa, niweke mizizi ya kutosha ili wakinipiga, kama nguvu yake ni ile ile, hawezi kuniondoa, niendelee kumiliki nafasi yangu. Bwana Yesu asifiwe, amen. Na mtu ananielewa, sijui. Kwa hiyo wanavyotenda, akishaingia wa, wa ndani ya mtu mwingine mmoja wanaweza wana katengeneza roho chafu, naweza katengeneza mazingira ya mtu unayekaa naye kila siku. Na rafiki yako ana roho chafu ndani au imeingia ime unknowingly, wewe hujajua, lakini rafiki yako alikuwa na kawaida, anakuja kanisani, amekuwa yuko vizuri tu, leo mkanaye, kesho mkonaye hivyo hivyo, kila siku, ile roho ikarua udhaifu wa huyu, ikakudistadi, ikaje udhaifu wa huyu ni kitu fulani na muingiaje, ikatumia rafiki yako ile nene, akatumia ule udhaifu wako, ile roho ikakuingia, ukajikuta umebadilika na wewe, kuna kitu unaanza kukitenda, amjaye kuona mtu anyu pombe afanye chochote wala sio mzinzi wala nini alafu, akutana na watu wa namna ile, wanakuwa kama na marafiki wa kawaida tu, amezoea, lakini kuna roho imejificha ndani, baadaye kujikuta yule mtu naye anaanza kujawa tamaa. E, binti alikuwa vizuri tu, hakuwa na shida yoyote, lakini kwa sababu amekaa na watu wa namna ile, zile roho zinajifichaga, zinapenda kujificha namna ile, asitaki kujionyesha ndani ya mtu, zina attract nataka namna fulani ya kujipanua na kujiendeleza zaidi. Kwa hiyo unajikuta unaishi karibu na mtu wa namna hiyo, afu ni rafiki yako, haijionyeshi ila kwa kadri mnavyozoeana kila siku Tunapeana vitu, mnafanya nini, ikapata legal ground ya kuingia. The moment, imetoka ndani ya mtu ikaenda kukanja ya mtu, haina kutanuka, haina kujieneza, kujiendeleza, haina kueneza ufalme ule, haina uwezo tena, kwa sababu haiko ndani ya mtu. Kwa hiyo mwanadamu amekuwa ni, ni kitu cha muhimu sana, ni kitu cha thamani sana, kutumiwa na Mungu na kutumiwa na adui. Kwa hiyo Mungu anapigania kukutumia wewe, adui anapigania kukutumia wewe, na kila mmoja anapigania, anayewahi ndio anayechukua nafasi, maana yake anamshinda mwenzake na, Manake, ana na the moment, anayewahi kuingia ndio anayeshinda. kwa hiyo yule ambaye alishindwa kuingia ataharibiwa sana. Kama ni Mungu aliwahi kuingia akakuwahi wewe akaingia, ataharibu ufalme mwingine sana. Kama ni adui amewahi kuingia, ataharibu kazi za Mungu sana. Kwa hiyo sisi tunashindaniwa, sisi ni uwanja. Kinachotufanya sisi tujue namna ya kuishi sasa, ili tusiingiliwe ni ibada tunayofanya na knowledge, elimu tulionayo, ufahamu tulionao kwamba ukifanya hivi unavutia roho za upande huu, lakini ukifanya hivi unavutia roho za upande wa nuru. Umefanya yaliyo mazuri, unavutia roho za Mungu, unamvutia Mungu kukaa kwako. Haleluya, amen. Lakini ukifanya mabaya unavutia roho mbaya kuingia, amen. You are giving them the spirit legal ground to live in you, but it depends kama ni roho nzuri, maana yake you do better things, unafanya vizuri. Ukijifunza sasa, unajua kwamba vile ambavyo hapendi Mungu sivitendi, maana yake una limit ya adui alafu na mega giza kubwa kwenye maisha yako, unaongeza space ya Mungu kwenye maisha yako. Mungu anaongezeka kwenye maisha yako roho, any spirit that is increasing ambayo ni ya, ya nuru, umemwongeza Mungu kwenye maisha yako. Alafu ile roho ikasema, mstari wa kumi wa, arobaini na nane, anasemaje? Mstari wa arobaini na nane inasema, alafu husema nitarudi nyumbani kwangu nilikotoka, hata akija aiona tupu imefagiwa na kupambwa, mara huenda akachukua pamoja naye pepo wengine saba walio waovu kuliko yeye mwenyewe, nao huingia na kukaa humo, na mtu yule hali yake ya mwisho huwa mbaya kuliko ya kwanza. Ndivyo itakavyokuwa kwa kizazi hiki kilicho kibaya. Kama tulivyo nyumba ya roho, roho chafu nazo zinatafuta hifadhi kwenye miili ya mwanadamu, ndio sehemu yao. Nasema nyumbani kwangu kwenye makazi yangu. Bila makazi yayo siwezi kutenda, siwezi kujulikana. Atajulikanaje sasa kama ana makazi? Nitarudi nyumbani kwangu. Anaumia, amefukuzwa nyumbani, sehemu ambako unaweza ukamjua, ukamtambua, ukamaidentify. Haleluya. Ima nafasi usiache empty space, inabidi ujue ni kitu gani kimekutoka. Kwa hiyo maombi ayaishiaji tu hapa, maombi kuna ziada nyingine unatakiwa ufanye. Mstari wa arobaini na tano itasoma mara huenda akachukua pamoja naye pepo wengine saba walio waovu kuliko yeye mwenyewe, nao huingia na kukaa huko, na yule mtu hali yake ya mwisho huwa mbaya kuliko ya kwanza. Ndivyo itakavyokuwa kwa kizazi hiki kilicho kibaya. Kwa hali yake inakuwa mbaya sana, lakini anachozungumza Yesu hapa anasema hali yake huwa mbaya zaidi. Anamaanisha kwamba yule mtu anadhoofika sana, na kama zimeingia hali yake inakuwa mbaya kuliko ile ya mwanzo azungumzi mbaya kwamba mwili anaugua, azungumzi ubaya wa kuugua. Unanisikia, wana wa Mungu? Yes, amen. Mimi sizungumzi kwenye swala la kuugua, ni ugonjwa ulikuwa kwenye mwili wako, sio hali ikawa mbaya ya namna hilo. No, understand this, elewa hiki kwamba ni roho ilikwepo ya chuki, akaenda akatoka, akaenda kuchukua roho nyingine saba za chuki zenye nguvu kuliko kama yeye, ili wakushinda kwa nguvu nyingine, hali inakuwa mbaya sana. Utendaji wa huyu mtu kwa kuharibu vitu vya Mungu vitakuwa ni mbaya zaidi, yani kwenye utendaji wake wa giza atatenda zaidi. Yesu anapotoa mfano, anaonyesha jinsi ambavyo kabla Yesu hajaja hawa watu walikuwa gizani, lakini Yesu alipokuja akajaribu kuongea ili watoke gizani Amen. lakini wakang'ang'ania, hawakutaka kutoka gizani. Maana yake hali yao inakuwaje sasa huko mwishoni? Kizazi hicho mwishoni kinakuwaje? Maana yake kinatenda kwa uharibifu sana, yani kitatenda kwa uharibifu sana, kitatenda kwa vitu vya ajabu sana hali yake inakuwa mbaya kuliko ile ya mwanzo. Atatenda yani, ataharibu vibaya sana kama alikuwa ni mzinzi, atatembea na wanaume hata 30 kwa siku moja, kwa sababu tayari ana energy ya kutosha, nguvu nyingi ya kutosha n ana, jamaa anachofanya, anatenda kwa kasi zaidi, kwa sababu anajua muda wake ni limited, kwa sababu kuna nguvu inapigana, imeshamgundua kwa hiyo mimi niingie kwa nguvu kubwa nitende kwa muda mfupi ambako nita, nita spread kila mahali, hali inakuwa mbaya. Bwana Yesu asifiwe, amen. Bwana wa Mungu na nani, nimeeleka kidogo nilichozungumza, yes. Kama umenielewa leo, siku zote ukija baadaye utajua kwamba kuna kitu unakuja kuipokea. Haleluya, amen. Tukisoma kitabu cha Mithali sura ya 20 26 mstari wa 11 26 mstari wa 11, nitasoma Mithali sura ya 26 mstari wa 11 nasema, kama vile mbwa arudiavyo matapiko yake, kadhalika mpumbavu afanya upumbavu tena. Naomba urudie tena, maisani my Mithali 26, mhm mm mstari wa 11 mm -hmm. anasema Mm-hmm. kama vile mbwa ayarudiavyo matapiko yake, mm-hmm. kadhalika mpumbavu afanya upumbavu tena. Sio mwerevu, anafanya upumbavu tena. Listen very careful, huu mstari ni sana. Yesu alichokuwa anatema kwamba mtu ana, anarudia tena, maana yake ukishatoka vitu kama vile vikishatoka kwenye maisha yetu sawa, eh, amen. Tusirudi tena kuyatenda yale, yale, yaliompa legal ground ya adui kuingia. The moment ukifanya vile, unaonekana ni mbwa anarudia matapishi yake. Nikifanya vale nitaonekana kadhalika. Mpumbavu anafanya nini? Mpumbavu tena. Maana yake mjinga, yani ujinga ule ndo unavutia ujinga mwingine, sio? Mnaelewa maana yake? Yes, kama kuna uovu kwa namna nyingine, unaokaribisha uovu mwenzake. Mbwa anatapishi, mbwa anarudia matapishi kwa sababu mbwa amezoea kula matapishi, anaona okay. Mpumbavu ni mpumbavu, kuna mpumbavu na mjinga. Mpumbavu ni yule ambaye hapendi hata kujua, hapendi hata kuelewa, sio? Yes, maana yake kwa ajili ya upumbavu wake bado huwa anarudia upumbavu kila siku kila siku, na ule upumbavu unavutia kitu kingine, kinaingia maanake, uovu unajao, unazaa uovu, unarudia uovu kila siku. Lakini sehemu ambako hamna uovu, haiwezi kazaa uovu. Unafanana, kinafanana kabisa na hiki kitu ambacho Yesu anakiongea. Kwa hiyo hata ukifunga kitabu cha Petro wa pili sura ya pili ishirini mpaka ishirini na mbili anazungumza baada ya mtu kuokolewa akarudi katika njia za gizani, akaacha anayeatenda ya uokovu ya nuruni, akatenda ya gizani, ambaye sasa inampa legal ground shetani kukapcha mtu tena, adui kumkapcha mtu tena kwa sababu ameyatenda ya gizani, ambayo ametenda matendo wanayotenda wana wa giza. Haleluya! manake katika kutenda, manake ume umeiga tabia ya roho ya giza inachokipenda. Ukifanya tu action unayofanya, kile kitendo unachokifanya kinachohusiana na mambo ya gizani, maana yake ni nini? Kitendo kile kinavuta tabia. Maana yake ni nini? Baada ya ukombozi, baada ya ya kufunguliwa baada ya kuponywa unaishije mara nyingi tunaponywa sana katika kitu tunachoita perception perception perception perception inaponywa mara nyingi sana tunaponywa hicho kitu perception ni namna tunavyofikiri na namna anavyofikiri kwamba mimi nafikiri sahihi hau ninavyoelewa ni sahihi unakutana na maarifa mengine unaponywa perception yako the way you perceive things ni navyochukuliaga vitu Yaani kwa namna ninavyochukulia jambo. Sasa unaposikia elimu ya Mungu, mara nyingi tunaponya sehemu ile eneo, lakini unashangaa tukiponya lile eneo tukazungumza kinyume na vile tulivyoponya lile eneo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Mungu nimeeleka ninachozungumza. Yes. Kwa hiyo sasa ninapozungumza swala la baada ya uponyaji, baada ya nini, maana yake nimefungua ufahamu uelewe. Ukishafunguliwa roho ile, inabidi ujue kuna uombe roho nyingine ichukue nafasi, i replace nafasi ile. Uvivu auondoke ndani ya mtu Kuna roho nyingine aiondoke, ila itaondolewa na action. Uvivu utaondolewa na kuwa aggressive kwenye kutenda, yes. Uchavu ni roho, haitaondolewa kwa maombi, itaondolewa kwa action. Yani unachukia kile kitu alafu unafanya nini? Unakuwa una, una aggressive katika kutenda. Kuna vitu ambavyo vinakuwa ni roho na kuna vingine ambavyo ni tabia, vinavuta roho. Ukisoma Biblia vizuri, nitakwambia ni nani asinziaye, nani anayelala, nani sema, wakati wengine anachukua jembe, yeye anasema kwamba kule nje kuna simba kuna umande. Umande, ngoja nilale kidogo, alafu anakuwa masikini. Maanake uvivu unaleta umasikini. sio uvivu si, si okay, okay. Sio roho, lakini ni tabia ina attract roho. sio same apply to uchafu. Kuna magonjwa mengine yanaletwa na uchafu na, na ignorance. Kipindupindu hatutakipiga kwa kwa katika jina la Yesu kara babusha kara tapaya kipindupindu au tutakiondoa kunena kwa lugha wala kwa jina la Yesu kipindipindu tutakiondoa, tutakidhibiti kwa kuondoa mazingira machafu kwenye maisha yetu, kwa kuweka vioo vyetu dawa. That is ignorance. Ignorance kinachofanya hapa ni ignorance. Tunaondoa kwa action, kwa kutenda, kuwa aggressive. Hallelujah, amen. Bwana Yesu asifiwe, amen. Kuna magonjwa kuna ma kuna maroho tutaondoa in the spirit, tutaondoa katika ulimwengu wa roho, tutapambana tuta kwenye maombi. Kuna roho nyingine hata tutaondoa kwenye maombi, ila tuta raise standard ya utendaji wetu tutaboresha utendaji wetu alafu yanakimbia kwa sababu hiyo ina attract the spirit them viewers all over the world if you have any comment you have any question you can ask you can comment hallelujah bwana yesu asifiwe amen